Mmoja wa manusura watano wa machimbo wa nye, ya Nyangalata yaliyopo Kahama mkoa wa Shinyanga waliofukiwa na kifusi kwa siku 41 onyiwa kaiwao amefariki dunia siku ya jana baada ya kupata matatizo ya kupumua. Mganga mfawidhi wa hospitali ya Kahama Dr. Bruno Minja amesema kuwa mujibu wa timu ya wataalamu, marehemu huyo alipatwa na matatizo ya kupumua kutokana na hali mbaya ya hewa wakati wakiwa wamefunikwa na kifusi sikitiko kwamba kati ya wale wahanga wa hanga, tano ambao tulikuwa tumefanikiwa kuwaokoa na kuwaleta kwa, kwa hospitali kwa ajili ya, ya matibabu, mmoja leo kwenye saa sita mchana amefariki u na chanzo cha, cha, cha kifo chake e, kwa mujibu wa timu ya utaalam ni kuna kitu ya mimi respiratory arrest, kwa maana kwamba kutokana na hali ile ya, ya chakula wa ambao walikaa muda mrefu bila kula mimi na tukawa, na kutokana na maelekezo ya wafisalishi wetu tukawa tumewaanzishia special diet uh, kwa ajili ya kuweza kuwa khugudishia hali yao ya cumui iliyokuwa imepotea.